Na hujambo na karibu, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Moja kwa moja, tukiendelea katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, bado anaendelea kupeta katika mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam. Yapo mengi ambayo siku ya leo yamekwenda kujiri katika mahakama hiyo, ambapo kubwa zaidi ni Tundu Lissu kuendelea kutupa mawe gizani na kuendelea kukubaliwa maombi yake mbalimbali mbali ambayo amekuwa akiyatoa hapo mahakamani, kutoka kwenye chumba namba moja cha mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu inaendelea tena leo Alhamisi Oktoba 23 mwaka elfu mbili na 25 chini ya jopo la majaji watatu akiongozwa wa na Jaji Dasta Ndunguru. Mapema kabisa leo, mahakama imeanza kutoa uamuzi mdogo kufuatia pingamizi lililokuwa limewekwa na mshitakiwa Tundu Antipasilisu ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo, kwani tulikuwa tunaona toka siku ya kwanza ambapo kesi ilipoanza kuunguluma mahakamani. Tundu Antipasilisu yeye alikataa kabisa kuwa na wakili, kwani yeye mwenyewe anajiweza na kesi hiyo anaisimamia yeye mwenyewe, ambapo pingamizi hilo lililenga kupinga kuwasilishwa kwa mahakamani kama kielelezo cha taarifa ya uchunguzi wa picha jiongefu, yaani video, kutoka shahidi wa tatu wa jamhuri, mkaguzi wa jeshi la polisi Samuel Elbariki Kaaya. Katika kujenga hoja ya pingamizi hilo sambamba na kufanya marekebisho ya hoja mbalimbali za kisheria na kesi mbalimbali, Lissu alilieleza mahakama kuwa shahidi huyo ana uwezo wa kutoa satifiketi na sio ripoti, na kwamba shahidi alipaswa kuandaa picha mnato, still picture, alizopelekewa kuzifanyia uchunguzi na kuzikuza baada, baada ya kuteuliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini yaani DPP na au mwanasheria mkuu wa serikali yani AG kwa mujibu wa tangazo la serikali. Wakili wa serikali mkuu Jobu Mrema alipinga vikali hoja hiyo, akieleza mahakama kuwa mahakama hiyo haibanwe hai na maamuzi yake iliyotoa mapema jana Oktoba 22 mwaka 2025. Ukataa kupokelewa kwa mahakamani hapo kwa memory card na flashidiski kama kielelezo kutoka kwa shahidi huyo. Mlema alienda mbali zaidi na kuieleza mahakama kuwa mshtakiwa ameingilia content ya hizo ripoti kwa kuzisoma, jambo ambalo ni kinyume na maelezo ya mahakama kuu yanayoeleza kwamba nyaraka zote hazitakiwi kusomwa kabla haijawasilishwa na kupokelewa mahakamani, hivyo kuiomba mahakama kutupilia mbali pingamizi hilo. Akijibu hoja za kutetea pingamizi lake alilokuwa ameliweka hapo jana, Lisu alisisitiza kuwa mahakama hiyo imekataa kupokea memory kadi na flash disk kama kielelezo, hivyo kwenye mazingira ya kisheria taarifa hiyo ya uchunguzi haiwezi kusimama yenyewe. Akitoa uamuzi huo, jaji Ndunguru amesema mahakama imekubaliana na hoja ya mshtakiwa, hivyo kielelezo kimekataliwa. Yaani mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo jijini Dar es Salaam imekubaliana na hoja ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, hivyo vielelezo hivyo havitaweza kupokelewa mahakamani hapo. Hiko ndicho ambacho kilichojiri mpaka hivi sasa mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam. Wadau mbalimbali wameendelea kutoa maoni yao, nikianza nao kwanza kusema makamu mwenyekiti wa CHADEMA yuko wapi? Lakini kuna mmoja akasema sasa naelewa kwa nini na kwa nini alisema wakili wake wamwachie hii ngoma awape shule. Lakini kuna mmoja akasema kuna mzazi aliyomzaa huyu jamaa anajisifia sana. Lakini kuna mmoja akasema shule ya sheria iliyopo kuta za gereza. Lakini kuna mmoja akasema siku zimeshaisha mwachieni tu sasa. Lakini kuna mmoja akasema toka nitoke Oktoba tunatiki Green Army, Oktoba tunatiki. Lakini kama kasema michezo, michezo hiyo. Lakini kuna huyu ambaye amesema uchaguzi unaisha na kesi imeisha, huku amenyoosha mikono juu. Lakini akasema mwingine apate tu, au ndio siku kuelekea kuelekea uchaguzi zimeshaisha, mpaka 30 utasikia DPP hana nia ya kuendelea na hiyo kesi. Lakini kuna mwingine akasema Mungu aendelee kujing'arisha, lakini akasema sisi tulio nyuma chake, tulio kinyume chake walikuwa wanavuta muda. Lakini kuna huyu mwingine akasema e, Mungu, naomba utie mkono wako ukafuatia hiki ambacho kinachoendelea. Na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki ambacho kinachoendelea. Baada ya kila jiwe ambalo amekuwa kilitumba mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, basi upande wa mahakama, yaani upande wa majaji, wamekuwa wakiendelea kulisapoti jiwe hilo kwa taarifa mbalimbali. Endelea kwa karibu nasi ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.